ezo mmoja wa hatari sana unataka kutokea, na hilo nataka nikuambie, ni na nyinyi mwe wakali. Hii daraja mwisho tumesema tani kumi. Kuna watu wanataka kufanya biashara zao kwa ulafi wao, wapitishe magari yenye uzito mkubwa kuliko tani kumi wakipitisha, ili daraja likikatika, mi nitashindwa kwenda kwa Samia kumwomba daraja lingine, kwa sababu maeneo yenye shida ni mengi, hata hivi katupendelea sana, sana. Kwa hiyo sasa mnajua yule anayekuja na gari lake anatoka Dar es Salaam, anatoka Morogoro. Shida za watu wa Kidugalo na watu wa Malinyi na watu wa Namhanga hazijui. Kwa hiyo yeye kuja na gari akisema atavunja ile daraja, wala siyo shida yoyote kwake, kwa sababu akivuka na gari daraja likikatika, yeye huku arudi tena, kashamaliza biashara. Nyinyi mnaoishi huku kila siku, ndio mtapata adha kubwa. Kwa hiyo mimi nakuombeeni. Tengenezeni hatao utaratibu wa kuwa na e, utaratibu wa kuwa na askari jamii au nani, vyovyote itakavyofanya, utunza hili daraja, akia Mungu, ili daraja likikatika, Malinyi ni kisiwa na huku kwenu pia ni nini kisiwa. Kisiwa hakufikiki kabisa bila hili daraja, na hivyo mnavyoona Samia alivyotupa hela za kufanya hii, manake wengine wamekosa kwao tuna kila sababu ya kumshukuru. Sasa kama nyinyi mkiacha kuwa wakali, mkiona magari yanapita makubwa yanakwenda huko makubwa hamsemi, siku nikikatika huko mi nitakuja kufanya mkutano wa hadhara hapo, nitavuka hapo na mebe, nime, nani? Nitakuja na katibu wa chama na katibu wa mkoa, nitakusemeni hapo, nitarudi, nitaondoka. Nitawaambia nyi watu tena basi hamnani, kwa sababu vitu kama hivi lazima nyinyi mwe wakali Mnaotaabika ni nyinyi, mnaotaabika ni nyinyi. Kama mkisema anakuja mtu kubeba ufuta anatoka hakuna ah, aweke pale, tutaweka utaratibu pale juu au pale, tutatengeneza mahali pazuri pale, gari zitakuwa zinakuja zinafaulisha hapo. Na hiyo gari yenyewe inayotaka kubeba tani 30 imetoka wapi? Kwa huku mekuja kufanya haijakwama huko kote? Kwanza haiwezi kuvuka hapo, kitu gani kwa pale tulipopita sasa hivi tani thelathini inavuka vizuri, sina zama inatifia. Eh, hey, kwa hiyo ni uongo mtupu. Kwa hiyo magari yaishie juu pale, hapa patakuwa na gari za kufaulisha, inatoka pale zinabeba mzigo zinapeleka beba nabeba, nabeba tani zake ishirini naondoka, lakini asipite mtu mwenye gari kubwa kwenye daraja akalivunja tutakosa maelezo ya kwenda kuomba lingine. Sasa tunamshukuru sana, sababu huku kulikuwa tulishakuwa kisiwa, hakuna namna ya kwenda huko. Wala hakuna watu wakiwa huko kule, mpaka ukiwa na hela wakuvushe kwa hela, ukiwa huna hela unabaki kule kule. Eh, unaona huko. Na hata hivyo hataki kuvusha si mbaka atakuvusha na mizigo yako na nini, alikuwa unavusha kwa mfano, kama mpanda gari gari inaishia kule. Ina maana wewe msafiri una mizigo yako ambaye ndio umeshushwa pale, utagharamia upate vijana wa kuvusha ile mizigo, na pia wakurudie wewe mwenyewe. Kwa hiyo gharama kweli zilikuwa nyingi, tena watu walikuwa anapata tabu, na hasa wasafiri. Kwa hiyo kwa kupitia hapa, tunashukuru tuna sana mama. Kwa jina naitwa Nasoro Stephano Gondo, ni mkazi hapa Iragua. Nyanya, hapa? Kwa kweli hali ya daraja hapa Haa, kwa kweli ilikuwa ni hali mbaya sana hasa wasafiri walikuwa wanahangaika sana kuvuka chini wakiwa wanavuka basi na mizigo yao nayo wanavushwa na watu kwa hiyo gharama ilikuwa kubwa sana kwa hiyo tunashukuru mpaka sasa hivi hapa daraja kufikia kiwango hiki tunavuka juu japo gari kubwa hazivuki lakini kwa kweli imetusaidia sana naitwa Amani Magusia. Mkazi wa Rovilo, nashukuru kwa jitihada iliyokuwa imefanyika hadi hali sasa hizi iko hapo, huduma zingine tunazipata, lakini ay, nimeshukuru mkuu wa mkoa bado kuja kusisitiza kwamba kuna mpango wa rami ambao itakuwa mambo makubwa zaidi kuliko iliyofanyika sasa <mucho>